Yes, bana, siku chache zilizopita ilikuwa ni birthday ya Abigail Chams, moja kati ya wanawake ambao pia wanafanya poa zaidi kwenye eh, kizazi hiki kipya cha Bongo Flava, lakini pia kwa sasa hivi tunaweza tukasema eh, ameshakuwa ni msanii wa kimataifa kwa namna fulani hivyo, kwa jicho lingine ambalo ukiweza kumwangalia kutokana na collaboration ambazo eh, anazifanya, lakini pia the way ambavyo wanaufanya muziki utasema yes eh, anakuwa anastahili kuwa, eh, bana, international artist. Sasa ikumbuka kwamba ameweza kutimiza miaka ishirini na mbili mpaka sasa hivi na juzikati tu hapa ilikuwa ni birthday yake. Sasa kitu ambacho pia kimeweza sura fulani hivi ya wazazi wake kuweza kumzawadia shamba, unaweza kusema shamba au kiwanja, bana huko ebana, Bagamoyo. Ukisikiliza vizuri hiyo video, amesema kabisa kwa sababu ameweza kuisoma ni aa ya mapenzi na mshikamano wa kifamilia Sasa kwenye tukio hilo pia Abigail Chams aliweza kupokea zawadi muhimu kutoka kwa wazazi wake, shamba la ekari 4 ambalo linapatikana kule eh, Bagamoyo. Aliendelea kwa kusema kwamba akiwa eh, ikiwa kwamba ni amesimama kusoma ujumbe ambao pia aliweza kupatiwa pamoja na zawadi hiyo. Abigail Chams pia anaonekana kuguswa sana na zawadi hiyo ya shamba. Sasa tukio hili pia linaonyesha jinsi familia yake pia inavyomuunga mkono sio tu kwenye muziki bali katika eh, kumjengea misingi ya kimaisha, lakini pia uwekezaji wa hapo baadaye. Bagamoyo ikiwa ni moja kati ya maeneo ambayo yenye historia, fursa kubwa za kimaendeleo nchini Tanzania, lakini pia ni mahali bora kwa mipango ya aina hiyo. Yani kimaanisha masuala mazima ya viwanja, masuala mazima ya mashamba kule inakuwa poa kabisa. Taarifa iliendelea kwa kusema kwamba mashabiki pia Abigail Chams ishara ya kuwa kwamba msanii wao kipenzi ana jenga sio tu kitaaluma bali pia kimaisha, jamo ambalo pia linaweza kumvujia, kumvujia, kujivunia kwa upande wake, lakini pia vijana wengi pia kuweza kuwekeza mapema kutokana na zawadi hii, kwa sababu huwezi kusema kwamba Chams, pia ameweza kupewa ekari nne alafu akaziacha tu hivi hivi. Huenda atakawekeza kitu chochote, either either kajenga either kafanya issue yoyote ambayo inakuwa itamwongezea kipato au vitu vingine, vitakuwa poa kabisa. Endelea kutufuatilia sisi kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram, lakini pia bila kusahau X na pale YouTube ukisubscribe, channel yetu utakometisha kinoma noma and zilad kabisa. That's my name, take love for this.